Sisi hatukamati. Sidhani kama kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano. Hawa vijana walioshtakiwa, ukamataji uliofanyika na ambao ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka uh -huh. Kwa waliokamatwa, wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano. E, na nadhani kwa zawali zilizotokea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 kwa hiyo, kwa hiyo nikikuunganishia video za sehemu yoyote, napoamua mimi kutoa mm, kwa mlengo wangu, kwa hiyo wewe utakubali, kwa hiyo unadhani... Sisi tuliwahi kuwa na video, tuliwahi kuwa na video zikionyesha jinsi bridge watu ambavyo wakikatwa mapanga na kuporwa